Serikali ya Tanzania imeshtakiwa katika mahakama ya Afrika Mashariki kufuatia vurugu zilizoibuka katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, 2025. Takriban miezi mitatu imepita tangu uchaguzi huo uweze kufanyika, lakini kuna wasiwasi mkubwa dhidi ya matukio ya hivi karibuni na kauli za wanaharakati. Je, watafumbia macho kila ambacho kilitokea katika uchaguzi huo, pamoja na vurugu na madai mbalimbali, mbali ya vifo vya waandamanaji walijitokeza hadharani kupingana serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ambapo aliyekuwa mgombea wa nafasi ya kiti cha urais kwa tiketi ya chama cha Mapinduzi, Daktari Samia Suluhu Hassan alishinda kwa takribani asilimia 98 katika uchaguzi huo na kuweka historia mpya, wakati mstakabali wa taifa ukiendelea kutafutwa miongoni mwa viongozi kutafuta suluhu ya pamoja kwa ajili ya kujenga taifa upya kufuatia mpasuko uliojitokeza mara tu baada ya kutamatishwa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 hata kabla tito magoti pamoja na bobu chacha wangwe wanasheria na wanaharakati wa haki za binadamu wameshtaki serikali ya tanzania katika mahakama ya afrika mashariki kufuatia uchaguzi uliotamatishwa miezi kadhaa iliyopita tanzania na katibu mkuu wa jumuiya ya afrika mashariki washtakiwa mahakama ya afrika mashariki kwa vurugu na dosari za uchaguzi za oktoba 2025 arusha januari 7 2026 Wanasheria Tito Elia Magoti na Bobu Chacha Wangwe wameshtaki serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika mahakama ya Afrika Mashariki East African Commission case number 59/2025, wakilalamikia vitendo vya ukiukwaji wa taratibu za uchaguzi, kushindwa kusimamia, kuongoza na kutimiza uchaguzi katika viwango kubalifu vya kisheria. Wawili hao wanapingo uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba 2025 ulioitwa wa hadaa kwa misingi ya uvunjifu wa mkataba wa uanzishwaji wa jumuiya ya Afrika Mashariki, mkataba wa East African Commission, hususa, kwanza, kifungu cha 6D. Uchaguzi huo na matukio yake badala ya hapo havikuzingatia misingi ya utawala bora, demokrasia, utawala wa sheria pamoja na haki za binadamu na za watu. Pili, kifungu cha saba kifungu kidogo cha pili, vitendo vya mamlaka kabla, wakati na baada ya uchaguzi vilikosa uwazi, uadilifu na kuheshimu haki za kisiasa. Tatu, kifungu cha nane kifungu kidogo cha kwanza si. usimamizi wa uchaguzi huo na hatua za baadaye za dola ulidhofisha demokrasia, haki za binadamu na utawala wa sheria, na hivyo kuhatarisha malengo na utekelezaji wa mkataba, ambao nchi wanachama wanapaswa kuepuka vitendo hivyo. Magoti na Wangwe wanaiomba mahakama itoa maagizo ya fuatayo dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tamko kwamba vitendo na uzembe wa Tanzania vinavyohusiana na uchaguzi wa tarehe 29 mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano vimekiuka mkataba wa East African Commission. Pia mchakato uchaguzi wa tarehe 29 mwezi wa kumi 2025 na matokeo tarehe moja mwezi wa 11 2025 havikutimiza viwango vya lazima vya uchaguzi wa kidemokrasia chini ya sheria na miongozo iliyokubalika na East African Commission au AU au SADC, na uvunjifu wa mkataba wa haki, kabla, wakati na baada ya uchaguzi, kulifanya mchakato huo kinyume na mkataba wa East African Commission na kanuni za kidemokrasia. Amri kwamba kwanza, uchaguzi wa tarehe 29 mwezi wa 10 2025 hadi tarehe moja mwezi wa 11 2025 utangazwe kuwa na kasoro za msingi na batili chini ya viwango vya East African Commission. Pili, uchaguzi mpya ufanyike kwa kuzingatia kikamilifu mkataba wa East African Commission, kanuni za uchaguzi za East Africa, na viwango vya uchaguzi za kidemokrasia vya AU na SADC. Tatu, uchaguzi wowote mpya uendeshwe kwa kuzingatia kikamilifu viwango vya kikanda vya uangalizi wa uchaguzi na kanuni za kidemokrasia, na uchaguzi wa haraka, usio na upendeleo, ulio wazi na uhuru usimamiwe na vyombo vya Afrika Mashariki. ufanyike kuhusu ukiukwaji wote uchaguzi kabla, wakati na baada ya tarehe 29, 2025, na wahusika wafikishwe kwenye vyombo vya sheria. Tano, Tanzania lipe fidia malipo ya madhara na marekebisho kwa waathirika. Sita, Tanzania ichukua hatua za urekebishaji stahiki ikijumuisha huduma za kitabibu, kisaikolojia, ya kisheria na kijamii kwa waathirika na jamaa zao. Saba, dola iombe msamaha wa wazi kwa manusula na familia zao. Nane, dola ifanye mageuzi ya kisheria na kitaasisi ili kuzuia kutokea tena kwa uvunjaji kama huo wa taratibu za uchaguzi. Magoti na Wangwe wanaeleza kuwa kile kilichoitwa uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba 2025 kilikuwa ni tamko la kiolela na la kitapeli, kilichojifanya lililojifanya kama ni kielelezo cha matakwa ya wananchi wa Tanzania, ili hadi sehemu kubwa ya wananchi hakushiriki katika mchakato huu wa uongo. Magoti na Wangwe wanawakilishwa ipasavyo na mawakili waandamizi Donald Dea, Arnold Tusunga Jeremia Bam na Jebra Kambore miongoni mwa mawakili wengine mashuhuri kutoka Asas za Pan African Lawyers, Ubuntu Africa Law Group na Civil Space Network Africa. Shauri litapangwa kusikilizwa katika kikao kijacho cha Mahakama ya EACJ. Imesainiwa na Elia Magoti pamoja na Bobu Chacha Wangwe.